Hapa nitakuletea dalili ambazo utazipata asubuhi zitazokuonyesha kwamba tayari wewe una changamoto ya vidonda vya tumbo. Kwanza ni maumivu makali, au unapoamka ile, kabla ya kula, kabla ya kula unapata maumivu ambayo tunasema unapata juu ya tumbo. Hii ni hatari kwa afya yako, au mbavu za chini, inaonyesha kwamba una vidonda vya tumbo. Namba mbili, tunasema kichefuchefu na kutapika mate ya njano. Unakuta mtu anapanda kuswakua, unakuta anakuwa anatapika, au anatapika mate ya njano au natapika vitu vichungu vichungu. Hiyo ni dalili nyingine ya kwamba una changamoto ya vidonda vya tumbo tena kwa muda mrefu. Lakini pia kuisi tumbo limejawa gesi na kuvimba. Hii ni changamoto kubwa sana ambayo imekuwa ikiwakuta watu wengi sana, unakuta asubuhi tumekuwa watu wa kupotezea. Lakini pia kiungulia na moto tumboni, unapata kiungulia asubuhi, jua ni dalili mojawapo ya vidonda vya tumbo. Dalili nyingine ni kukosa hamu ya kula asubuhi asubuhi, kama ukiamka na kukosa hamu ya kula au ukila unakula dogo ni changamoto, ni dalili, ni saini mojawapo ya kwamba vidonda vya tumbo nakunyemelea. Lakini pia mwisho, mwili kuchoka na kizunguzungu cha asubuhi, inatokana nini? Inatokana na asidi nyingi tumboni. Tuambie hapo, ni dalili zipi ambazo wewe unazipitia asubuhi? Wasiliana Dr. Jimmy ili uweze kupata msaada wa kiafya zaidi. Karibu.